Taratibu za sheria uendeshaji wa mashtaka, na wazifuati hawazifuati, sio kwamba hawazielewi au labda wanazielewa, lakini unakuta kwamba tunakusikiliza, uona kwamba ni lazima kwanza tuwape elimu pale tunapata nafasi, tunapokuja maeneo kama haya kusikiliza ya yana. Yana kwa uh, na pia tunaangalia na taasisi gani ambazo tunapata nafasi tunakuja aja na watumishi, waelezea sheria na taratibu, waelezea haki zao nini na napaka kufanya nini na waijiliai wanatakiwa wanapoenda matatizo ya watumishi awaena. Kwa hiyo tunakuta kwamba ndio maana tushala agu za kilimo na wengine wakamishini, wengine wako kwenye taasisi nyingine. Waliona tuchukue nafasi hii pia ya kutoa elimu kwa watumishi na kutoa elimu kwa management, kwa uongozi, unayahindu mkagani matatizo ya watumishi wanakotokea, kwa sababu ukiyahindu vibaya, basi unaingiza hasara kwa kama chanzo cha upatikanaji wa food security nchini, basi tumesimama kwenye hilo eneo la, la mbegu kwa sura hiyo, na kuhakikisha kwamba mbegu ambazo wakulima wetu wanatumia haziji kutuharibikia tukaja kukosa uhakika wa chakula ndani nje. So, kwa kifupi sana uh, maelezo yetu ni hayo. details bado zinaweza kuwa nyingi kwa maana ya uzalishaji wa kila mwaka uzalishaji wa kila mwaka, lakini pekee ambacho tunaweza kuwaambia ni kwamba kwa msimu kwa unaokuja kama kila kitu kitaenda sawa, target yetu kama taasisi ni kufikisha tani ishirini na mbili elfu kama point tatu ambazo tunazalisha wenyewe kama taasisi. Kifungu cha 66 tunasema unapoajiriwa kwa mara ya kwanza upewe mafunzo elekezi. Mafunzo elekezi ni pamoja na kuufahamu utumishi wa umma. Kule ulipotoka unasikia utumishi wa umma, lakini hujui ndani ya utumishi wa umma kuna nini. Ndani ya utumishi wa umma, ili uweze kuwa mtumishi mzuri mwenye weledi, lazima ufahamu miiko iliyopo ndani ya utumishi wa umma. Miiko hiyo unaifahamuje? Ni pamoja na kuwezeshwa kuifahamu miiko hiyo. Lakini pia baada ya kupewa mafunzo, mafunzo elekezi yakiwemo pamoja na maadili utasaini kiapo cha kuzingatia uadilifu. Kiapo hicho sasa ni kwamba umeapa, umeelewa, na utaendelea kuzingatia kiapo hicho wakati wote wa kutekeleza majukumu yako, na endapo utakiuka kiapo hicho, kanuni ya sitini na saba itakuhusu umekiuka maadili ya utumishi wa umma.